Kutangaza ushindi katika eneo la adui. Kutangaza ushindi katika eneo la adui. Mara nyingi wapendwa, katika Biblia ushindi wa Mungu unatangazwa si wakati vita imeisha, lakini mara nyingi hata kabla ya vita vyenyewe havijaanza. Yaani ni jambo la kufurahisha sana, kwamba achabu zaidi ni kwamba Mungu mara nyingi anatangaza jambo ambalo alionekani kama linawezekana. Mbona inakuwa hivyo? Yaani, anapotangaza ushindi kabla ya vita vyenyewe, ni hata ni mahali inaonekana kwamba ni ngome ya mwovu Shetani, ni mwonekano wake ni kwamba ni mahali Shetani amekita mizizi, hapo ndipo Mungu mara nyingi anatangaza ushindi wake kabla hata pambano lenyewe lichafanya nini alijaanza. Kwa hivyo ndio maana ningependa leo nikuhimize kwa somo hilo kwamba, je, unaelewa hivyo kwamba Mungu wetu anatangaza ushindi katika eneo la nani, la adui hata kabla vita vyenyewe avijaanza. Kwa hivyo ushindi huko katika msalaba, ushindi huko kwa Mwokozi wetu, kwa maana ni yeye ametangaza. Unajua hii ni kauli ya, ya imani ambayo tunapaswa kuwa nayo na sio tu imani tu, hata ujasiri na sio tu ujasiri tu, hata utawala wa ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo ni kauli ambayo tunastahili kama Wakristo kujivunie kuhusu ushindi wa Mungu, kwa sababu ni kauli ya ujasiri na imani kwa ufalme na utawala wa Mungu wa mbinguni. Kwa hivyo nakukaribisha kwa ajili ya somo hili la kipekee. Tunapoomba ili tubarikiwe pamoja, uinuliwe Mungu mkuu. Hakika wewe ni wa ajabu. Umetangaza, unatangaza na utazidi kutangaza ushindi hata katika eneo la adui. Tupe ujasiri leo, tupe imani leo, na tuvute karibu sana, tuelewe na kuamini jambo hili, kwa jina la Yesu aliye mkombozi wetu, Amen. Katika Biblia, ninafurahi sana kwamba nikuletee ujumbe huu ili kuhimiza na kutia nguvu. Naomba nikusomee kauli tunapoendelea. Mungu u anageuza eneo la vita liwe eneo la ushindi na eneo la adui liwe madhabau ya utukufu wake. Nilifurahia na ilo somo kwamba Mungu ugeuza eneo la vita liwe la ushindi na anageuza eneo la adui linakuwa madhabau ya utukufu wake. Hiyo ni jambo linanifurahisha, kwa maana mara nyingi shetani anakandamiza watu wa Mungu, wanakata tamaa, aoni kama inawezekana. Leo nakukumbusha Mungu ametangaza ushindi katika eneo la adui. Vipi sasa? Mfano, angalia katika Biblia kitabu cha Kutoka waisraeli wametole